Kwa majina naitwa Jackson Nzinza mwenyekiti wa chama cha wafamasia PST kwa kanda ya nyanda za juu kusini. Tumetembelea hapa mkoa wa Njombe eh, kwa lengo la kuja kukutana na wa, wanachama. Tumezungumza eh, wa, tume mambo mengi na wanachama wamezungumza mambo mengi. Eh, baadhi ya mambo ambayo wamezungumza wanachama na wamejaribu kukishauri chama ni ku, eh, kuelekea mkutano mkuu wa mwaka ambao utafanyika Arusha tarehe nne. Wamejaribu ah, kushauri eh, vigezo vya kuingia kusoma famasi viongezwe, badala ya mtu kuingia na vigezo vya dii mbili basi viongezwe viwe zaidi, labda kama ni CC si, si, ngapi ili kuweza kuboresha hii huduma au taaluma ya famasia kwa sababu inashuka, ina na tunapata watu ambao hawana uwezo. Vitu vingine ambavyo wamependekeza wanachama na wamekishauri chama ni kuhusiana na mtihani wa sekretarieti ya ajira ambao wamesema wao wameomba, ni kwamba ni bora mtu amesoma chuo, akimaliza chuo aajiriwe basi kwa vile vigezo ambavyo chuo kilimwamini e, na, na, na na huko shuleni walimwamini basi aajiriwe moja kwa moja badala ya kufanyishwa mtihani. kwa ni mambo ambayo wanachama wameshauri. Kitu ambacho walikuwa wanasema wanachama ni kwamba e, mtu amesoma miaka minne na akaenda kufanya internship kwa maana mafunzo ya kazi kwa mwaka mmoja, halafu uje um, umtathmini kumpatia ajira ndani ya mtihani ambao unafanyika ndani ya, ya masaa matatu na unakuwa umemwonea. Kingine ambacho walisema ni kwamba kwenye kule kusahiliwa, mtu anaweza kasahau tu kitambulisho cha taifa, amelala gesti au amelala kwenye hotel, akija ana vyeti vyote, lakini amesahau tu kitambulisho kimoja, unamrudisha nyumbani, amekosa ajira. Kwao ilikuwa inawaathiri sana, kwao walivyokuwa wanaomba wanachama ni kwamba mtihani waondolewe. Ah, jambo ambalo lingine wameongeza ni kwamba wameomba ajira ziongezwe, ajira za taaluma ya afya kupitia famasi yani wafamasia wa, waajiriwe zaidi. Wao ambao wameona ni kwamba wanaajiriwa wachache sana, kwa hiyo wanaomba waajiriwe wengi ili kusudi wakafanye majukumu ambayo ni ya kifamasia, kwa sababu wao wamesema sehemu nyingi hawafanyi, e, yani hawafanyi kazi wa fama, kama watu ambao wafamasia wanafanya kazi watu ambao si wafamasia. Kwao wanatamani wao waajiriwe, serikali ipanue wigo kwa ajili ya wafamasia wengi, ili tukaweze kupanua wigo kwa hii, hii, huduma ya pharmacy kwenye, kwenye, kwenye kada ya pharmacy kwa watu wapate huduma ambazo zinastahili, mboni za kifamasia zaidi. ah, obvious, mtu kama hujasomea labda sheria na ukaenda kufanya kazi ya sheria, maanaake utaathiri kwa kiasi fulani. Hivyo hivyo na kwenye pharmacy kama hujasomea dawa yenyewe na umesomea labda maabara ukienda kufanya kazi za dawa, maanaake unaathiri. Kwa hiyo ilikuwa naathiri kwa kiasi fulani kuhusiana na mikataba ya wafamasia na wamiliki wa maduka ya dawa kwa maana ya pharmacy. Ah, ni kweli hili limekuwa na changamoto, lakini changamoto inakuja kwenye uelewa. Nahisi kwenye kipengele hichi wafamasia wenyewe hawana uelewa wa masuala ya mikataba. Unajua ukishasoma pharmacy unasoma tu zile sheria ambazo zinakuguide kwenye professional yako, kwenye taaluma yako. Hausomi zile sheria za kuingia mikataba. Hii wafamasia inawasiri sana kwa sababu wanakuwa hawajui masuala ya mikataba. Kwa hiyo tumejaribu kuelimisha leo mawili matatu, lakini kama mmiliki ameenda kinyume na mkataba, mtu pekee anayeweza kumwajibisha ni yeye mwenyewe mfamasia, akamshtaki kwenye, kwenye, kwenye mahakama ya usuluhishi ambayo inaitwa CMA, akamshtaki kule, kama kuna malalamiko ya malipo na vitu vingine, anaenda kulalamikia kule. Ya kwanza ni shukuru serikali, tumshukuru sisi Mheshimiwa Rais, raisi e, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, kwa sasa hivi kuna maboresho mengi. Kila hospitali ya mkoa saa hizi ukienda unakuta kuna famasi ya pale pale. Mtu akikosa dawa ananunua famasi ya hapo hapo ambayo ni famasi ya serikali. Lakini pia hata wananchi wengine unaweza wakaja kununua hapo hapo dawa, tofauti na zamani. Ulikuwa ukikosa dawa unaenda mitaani, unahangaika kwenda kutafuta dawa, lakini saa hizi dawa ziko hapo hapo, famasi zimesogezwa hapo hapo kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa ambayo tumeanza kuona, mpaka mafamasia wanaenda kwenye maodi ambao kitu naitwa ward round. Yaani mnapoenda kumwona mgonjwa ameamkaje, mnamsalimia, unakuwepo mfamasia, daktari, nesi, nani. Kwa hiyo tumeona sasa hivi kuna improvement kubwa sana. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kupitia Wizara ya Afya. kwa jina anaitwa Sunday Hokororo, ni kaimu mfamasia wa mkoa wa Njombe. Kikawaida ukiangalia fani yetu inashuka sana kutokana na vigezo vinavyotumika kuingia watu katika kozi ya pharmacy. Vigezo viko chini sana, kama mtu unamdaili katika upande wa pharmacy kwa di mbili kwa upande wa certificate na diploma, hii inashusha sana kada yetu ya pharmacy. Tulikuwa tunaiomba pia mamlaka husika, kama baraza la pharmacy pamoja na NACTE waweke vigezo sawa kwa ukazi, kada zote za afya ambazo zitakuwa zinaendana, na sio kuweka huku tofauti na kada nyingine. Hilo ndo lilikuwa ombi letu kwa upande wa serikali. Uh, kwa majina anajulikana kwa jina la Hilary Masudi. Mimi ni mwakilishi wa wafamasia kwa upande wa vyuo vinavyopatikana Nyanda za juu kusini. Hata kuna baadhi ya sehemu moja tumeshazungumzia, mfano vile kwenye hospitali unaweza kukuta kuwa kuna watu ambao ni personnel wapo pale wakifanya kazi, lakini kuna wafamasia ambao kibao eh, kuna, kuna wafamasia kwa assistant, wafamasia kwa technicians, E, wako wengi sana mtaani na hawana kazi, ambao kwa kawaida zile nafasi zilikuwa ni nafasi zao. Kwa hiyo issue ambayo ni nzuri zaidi ni kwamba ikiwezekana sehemu kama hizo, basi hao watu wawe considered, kwa sababu tunao wengi, kama saa hizi tunao wengi mtaani. Kwa hiyo kama inawezekana ishu kama hiyo, basi wajaribu kuweza kupewa nafasi, kwa sababu ndio fani yao ambao wamesomea.